Sahii pengine. Lakini vijana wa siku hizi hao walizaliwa wanafikiri mema ndo haki yao, mabaya sio haki yao. Bwana Yesu asifiwe na, na, na. <laughs> Bali hata yale uliyomkosea mtu unastahili haki yako, na haki yako ni adhabu, sio mema. Bwana Yesu asifiwe na, haki, na, na, na, na, na, na haki yako ya adhabu haiwezi kuwa inayotweza utu wa mtu au kutweza yule aliyeumbwa na Mungu, bali kumtengeneza ili awe na mema baadaye. Ndicho anachomaanisha listoto, hatuwezi kutegemea mema katika haki tu, bali hata yale mabaya tunategemea. Naomba niulize swali kwa Wakristo, msifikiri kwa sababu Bwana ni mwenye haki na mwenye neema basi tukisamehewa dhambi na madhara ya dhambi tukisamehewa, wangapi wamenielewa? mwizi akiiba, Bwana Yesu asifiwe, mwizi akiiba anaruhusiwa ana, ana, ana kumwomba Mungu msamaha wa dhambi kama tulivyofanya toba. Bwana Yesu asifiwe, na mbele za Mungu anasamehewa dhambi yake ayesabiki lakini madhara ya dhambi yaliyoifanya ni kutumikia ya kifungo na, <laughs> na Yesu asifiwe, ukitenda dhambi madhara ya dhambi yanabaki, ila ina neema ya, ya kusamehewa dhambi ipo kila wakati kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hata walioko gerezani waliotubu wamekwisha kusamehewa na la Mungu, lakini bado wapo, kama mnanielewa ni sahihi kuwa gerezani, tusije tukafikiri serikali ilikosea kuwapeleka pale. Ni sahihi kuwapeleka pale, kwa sababu adhabu yao ni kwa ajili ya kuwafundisha kurudi kuwa raia wema, lakini haki ya Mungu yabaki milele ya kuwasamehe watu kwa. Tukumbuke watu wa Mungu kuwa pamoja na kuwa Yesu ni mwenye haki na mwenye neema na mwenye rehema, lakini haki haki na kulipa wewe kile unachostahili. Kama uliua utafungwa kifungo cha maisha, hata kama bwana atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mahatma Gandhi, huyu ni Muhindi, anasema haki ya kweli ni amani na ukweli. Haki ya kweli ni amani na ukweli. Anahusisha haki na njia nyingi, yeye amezungumza vitendo vya undugu maelewano yaliyokufa, kuishi bila ukweli, kukaa na kuwanyanyasa wengine, husuda na vitu vingine visivyofaa, na kukosa upendo. Anasema haya yanatokana na ukosefu wa haki. Unaona, wote hawa wajapingana, wana msisitizo tofauti kulingana na mazingira walipokuwa. Kwa hiyo tunategemea haki, haki inayojenga amani, haki ndio inayojenga upendo na staha kati ya mtu na mtu. Haki ndiyo inaleta kuheshimiana kati ya taifa, kati ya mtu binafsi na mtu mwingine. Ikikosekana haki, patatokea machafuko, machefuko, itakosekana amani. Bwana Yesu asifiwe! Wasimamizi wa haki eleweni haya, mimi nimeweka mambo manne na kwa kweli haya ni yangu na yale nayotafakari. Mungu anayesema haki ndiyo inayolinda utu na heshima ya binadamu. Kama hauwezi kumpa mtu haki, ume- ume umeondoa utu wake, umeondoa heshima yake, maanake wewe haumjali kama binadamu na kama mtu. Eleweni, huyu mtu atakuwa tayari kufa kupigania haki yake. Namba mbili, haki inaleta usawa amani na utulivu. Hii ni sentensi ya pili. Ili watu wawe sawa, ili watu wawe na amani, ili watu watulie, ni wale waliotendewa haki, waliopata kinachostahili katika maisha yao, na ndiyo maana mtu anayekosea akiadhibiwa, wala jamii haiangaiki na mtu ambaye hajakosewa anapopewa mema jamii yaiangaiki. Lakini kitokea unamtesa mtu unamnyanyasa mtu unamuumiza mtu kwa kumnyima haki, na yeye akiamua kuitafuta, ndiko pale utulivu unakosa, ndiko pale amani nakosa, ndiko pale pendo linakosa. Tatu, haki ni dawa ya ukandamizaji na dhuluma. Kama tunatamani watu wawe huru na inchi watu wawe huru na jamii, watu wawe huru na dunia, tuwape haki yao, tutakuwa tumeondoa ukandamizaji na dhuruma kwao. Mwisho, haki haiwezi kutenganishwa na maadili na kweli. Kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni mtu unayewaongoza wengine na kusimamia wengine, ukikosa kuwapa haki, maana yake huna maadili ya kweli wala haumheshimu ye Mungu aliyekupa nafasi hii. Wapendwa watu wa Mungu, haki, furaha na amani ya ulimwengu imekuja kwa sababu Mungu alifanyika mwanadamu na kukaa kwetu, akatufundisha njia hizi za kuwa na haki, za kuwa na upendo, za kuwa na amani, za kuwa na utulivu. Sio rahisi kwetu wala tusijivunie kuwa na sheria na taratibu tulizojiwekea sisi wenyewe, tusijivunie kwamba tunaongozwa na sheria, na hili niliwahi kusema hapa. Tujivunie kwamba sheria zipo kutuonyesha utaratibu, lakini kikubwa tunachopaswa kujivunia ni kwamba Yesu Kristo alitupa Roho Mtakatifu, anakaa kwetu, anatupa hofu ya kuwatendea wengine mema na kuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia hapa usifikiri mtu mwenzako ule adui yako hajakuua kwa sababu sheria ipo no, hajakuua kwa sababu ndani yake ana hofu ya Mungu pamoja na kuwa ninyi ni maadui. Bwana Yesu asifiwe. Ukijidanganya na tukijidanganya tukafikiri sheria ipo taratibu zetu zipo, tukamwacha Mungu, hatutapata amani, hatutapata upendo. Kwa hiyo wapendwa, watu wa Mungu, ndipo sasa tunafika hatua asitake kubadilika, na asitake kubadilika na kujifanya mkuu kuliko Mungu. Machafuko tunayoyashuhudia duniani hata kwenye nchi yetu, machafuko haya yamesababishwa na utaratibu wa ulimwengu huu sio wa Yesu Kristo. Ujio wa Yesu Kristo ulileta haki, amani, furaha na upendo. Kipimo bora cha kuona kuwa sisi tupo bado katika fundisho lake ni kuwa tunawatendea wengine haki yake. Bwana Yesu asifiwe! Hichi ndio kipimo bora, yaani kipimo bora hakiwezi kuwa, hakiwezi kuwa kuonekana sisi tuna nguvu kiasi gani kwa wenzetu, mimi ni bosi kiasi gani, mimi Mungu amenibariki kiasi gani. Kipimo bora ni kuona kwamba sisi tunawatendea haki jirani zetu na rafiki zetu vyema. uwe kiongozi, uwe mtu wa kawaida, hu nayeongozwa tenda haki kwa mwenzangu. Majirio yanatukuta sisi binafsi, mimi na ndugu zangu na wewe na ndugu zako, tukiwa katika mahangaiko ya kutokupendana moja, kuhukumiana mbili, kuoneana wivu tatu, kuuana nne, kuhusudiana tano, na kuleta uharibifu wa namna yoyote. Hatupendani, hatuko pamoja. Kanisa la Mungu, Yesu anakuja aliyekuja kutuunganisha, na kama anakuja, tuji tafakari wapendwa. Mwokozi anakuja kama mhukumu mwenye haki wapendwa, atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo. Tujiandae wewe baba, wewe mama, wewe kijana na wewe binti. Yesu anakuja, atakapokuja akukute huko tayari. Kama ulitenda mabaya kwa mwenzako, badilika leo. Kama uliua, badilika. Kama una wivu na mwenzako, badilika anas. Kama uhusiano wako na watu umevunjika, badilika.